Ya yeah. Katika hii video nitaelezea namna ya kukata picha kwa kutumia Adobe Photoshop. Eh, hatua ya kwanza unafungua application yako ya Adobe. Baada ya kuwa umefungua hapo sasa, una unafungua unafungua ile picha ambayo unataka, unataka kuikata. Ndio hatua ya kwanza kabisa katika kuedit picha. ili kufungua picha zako, unabonyeza control afu na bonyeza na O Bonyeza control inafuatiwa na O. Naubonyeza control, nashikilia afu naubonyeza o, control O itafungua picha. Baada ya ku imefungua picha, nachagua picha ambayo unaitaka ambayo nataka kuikata. Mfano mimi picha zangu hivi hapa hivi, mfano nichukue hii hapa eh. Nishapata picha yangu ambayo na mimi nataka kuikata kwao Hatua inayofuata sasa ni kukata. Ili tuweze kukata picha, tuatumia tool ya ya ya nne kutoka juu, kama unavyoona, hii ya kwanza, hii ya pili, ya tatu, hii ya nne. Unabonyeza kwenye hii tool ya nne. Baada ya kubonyeza kwenye hii tool ya nne, kisha kliki, unaangalia hapa juu, hapa unahakikisha ipo kwenye plus. Hakikisha ipo kwenye plus unapokuwa unaanza ku, kukata picha baada ya kumeweka kwenye plus hapo, basi njo na hii na hii hapa, kasa yako mpaka kwenye picha yenyewe. Naangalia kwanza size, size huwa tunaangalia hapa hivi, kama unavyoona hapo, hii ipo tano ko, unaweza ukaongeza au kupunguza kwa kubonyeza square bracket. Ukibonyeza square bracket ya kulia utaongeza, alafu ukibonyeza square bracket ya kushoto utapunguza kwa mfano, square bracket ya kulia ni hii hapa. Ukibonyeza unaona kabisa inakuwa kubwa. Artist usifanye iwe kubwa sana na ifanye tu inakuwa ya kawaida ya, hakikisha hapa juu inakuwa kwenye plus. Baada ya hapo unakuja kwenye picha yako, una click, unakuwa na click kwenye picha yako ambayo unaitaka. Kwa mfano mimi kama unavyoona, na click, na click, na click, na click, na click na click na click, ah, kama unavyoona hapo, mpaka sasa hivi hapo sehemu kubwa ya picha yetu tushaichola, unavoona hivi hapa hivi unavoizungua hivi picha ndo sehemu ambazo picha itakatwa kwa sasa. Lakini tunaona kuna sehemu, mfano hapa zime deviate. Picha ninayotaka ni hii hapa ya mtu, lakini hapa ime deviate. Ili kutoa hii sehemu ambayo ime deviate, unarudi hapa juu, unachukua hii ya kutoa mara ya kwanza nilikwambia kwamba hakikisha ipo kwenye plus, kwa unachukua hii ya minus una click, alafu unakuja kwenye picha. Sasa sehemu ambayo imezidi unakuwa unaipunguza kwa hii kwa hii mai, kwa hii minus unaipunguza unaipunguza e, mpaka ambavyo, na mfano hapo picha yangu ipo sahihi hapo. Sawa, sasa bado unaangalia picha yako. Mfano hapa kwenye shingo hapa naona bado haijakaa vizuri. Sasa kwa kuwa kwenye shingo ni eneo dogo, nitapunguza kwanza hii hapa ya kukatia size yake, ili iwe ndogo zaidi iweze kuingia vizuri. Nikisha punguza, naleta pale na click, halafu nasogeza kama unavyoona hapo, kwenye shingo imekaa vizuri. Ili kuangalia picha yangu kwamba kama imekaa sawa au haijakaa sawa, unabonyeza Q. Kubonyeza Q, utaona sehemu ya picha ambayo tayari ambayo umesha iselect. Sasa kama unavyoona sehemu kama hii hapa bado bado hatuja iselect na sehemu kama hii hapa bado, unabonyeza Q tena kuondoa hiyo hiyo ya kuangalizia. Uh, baada ya hapo unakuja sasa hapo unachukua ile ya kutolea, unabonyeza kutoa, yani unarudi hapa juu, una click ile kwenye kutoa au kwenye minus, sababu unachukua una click unaanza kuslide kwa kupeleka juu ili kutoa ili eneo ambalo lipo katikati hapa katikati ya miguu kwa utabonyeza utabonyeza mpaka uta click tu mpaka mwisho. Yani kabla uja slide, hakikisha una click kama unavyoona hapo imekaa vizuri. Unakuja na hapa hivi kwenye kwa hapa hapa bado hapo baadu, napo, kuna sehemu ya kutoa. Kwa hiyo tunahakikisha ipo kwenye kutoa, kwa hapa hivi kwa na hapo, na click na click vizuri, una click vizuri kama unavyoona hapo tayari tushaiselect, tubonyeza ukibonyeza Q sasa, ili tuangalie picha yetu ambayo kama tunaitaka kama ndio yenyewe unabonyeza Q. Unavyoona picha, kama unavyoona picha tunaipata kama ambavyo tulikuwa tunaitaka, lakini picha ambayo tumeipata sasa si, si, si, hivi yaani haijawa haijakatwa vizuri bado, kuna visehemu vidogo vidogo bado havijakaa vizuri. Sasa tuna refine kwamba kuangalia kama imeshakaa sawa. Mbona nadhani ishakaa sawa picha, kama picha yetu tayari iko sawa. Unaona sehemu ambayo tulikuwa tunaitaka ni sehemu tu ambayo mtu, mtu amepigwa picha, wala sio sehemu ile ya nyuma. Unabonyeza Q unaangalia selection zako. Sasa hatua inayofuata baada ya umemaliza kuselect picha yako unabonyeza control J yani una, unabonyeza control ikifuatiwa na j control, j. Baada ya kubonyeza control, j, upande wa kulia huku utaona lea lea wani. Hii lea wani ndo lea ya ile picha ambayo tushaikata tayari. Ukija kwa pembeni kidogo hapa, kuna sehemu ya kuhide na kuunhide. Ukihide hii background ambayo ndo picha ambayo tulikuwa nayo mwanzo kabla tujakata uki, ya, ukihide hii hapa, picha ambayo umeshaikata tayari itaonekana kama unavyoiona hapo, lakini tuke, tuki tuki tuki, tuki, tuki, tuki, tuki un, unhide, vile vile hii background inaonekana sasa. Kwa kuwa sisi hii hatuitaki, tunakuja tuna click hii background, tuna light click alafu tuna delete, tunaifuta kabisa, kwa sababu hatuihitaji Ukishafuta hapo tayari picha yako ipo tayari. Hii picha ni PNG na maana ipo picha kama picha kwa, unaweza ukaichukua ukaiweka sehemu yoyote. Ah, hizi hapa Adobe imetengeneza tools mbalimbali mbali. Kila tools inakuwa na kazi yake. Tools ya kwanza kabisa hapa juu ni tools kwa ajili ya kumove. Kwa hiyo ukitaka kumove kitu chochote kwenye Adobe unatumia hii tools ya kwanza hii Mfano, <coughs> unabonyeza hii tools ni ya kwanza kabisa hapa juu, au badala ya kubonyeza hapo unaweza kubonyeza tu V. Kama unavyoona hii picha yetu, tunaweza tukaimove kupeleka popote, yani ipo kama png kwao. Tayari picha yetu itakuwa tayari, tunaweza tukaamua kui save hii hapa picha kwa ajili ya ya kuitumia labda kueditia huko mbele, ili isifutike, kwa sababu kama unavyojua kukata ni kazi. Kwao unabonyeza control alafu unabonyeza na S. Ukibonyeza control na S itakuletea menu ya kusave. Utaingia hapa chini, utachagua PNG. PNG ndo ile ambayo picha yako itakuwa ya it, utakuwa na uwezo wa ku, wa kuiweka kwenye background nyingine, tena wakati mwingine unapokuwa unataka kuitumia uta una click PNG hapa, PNG hapo imeandikwa PNG, PNG, PNS, una click alafu nakuja hapa unalinemu hapa, mi nitaandika Jumanne. Baada ya hapo una save, unakuja unapiga okay. Kwao picha tushai save tayari, basi tuendelee kwa kwa picha tayari, tusha hii picha tayari tushaikata hii hapa. Zoezi linalofuata tuiweke kwenye background nyingine, kama tunataka labda kuiweka kwenye kwenye picha nyingine ambayo tayari ilikuepo. Mfano mi nitatoa mfano, ngoo tuangalie cha kufanya bonyeza control o ili kufungua mafaili ya picha control o. Aa, unachagua sehemu ambapo picha ipo. Mfano mimi hapa kuna picha ipo hapa, kwa nyingi nyingi hapa naangalia picha ambayo unaona kabisa inafaa labda kwa ajili ya kuweka kwa background mfano kama picha ni hii hapa, unaifungua hiyo picha. Baada ya kuifungua hiyo picha sasa, mfano yaani, sasa hapo nataka hii picha yangu nije nihamishie hapa kwenye hii kwenye hii background nyingine. Cha kufanya kama nilivyosema mwanzo, kwamba una, unabonyeza v v au unaenda kwenye move tools hii ya kwanza kabisa, una kliki kwenye picha yako ambayo umeshaikata tayari. Ukisha kliki una drag una drag unaileta kwenye ile background ambayo ulileta, unabonyeza una tu na click alafu una drag ki drag itakuja kwenye background ulio ulioileta. Sasa kama tunavyoona hii hapa picha ni kubwa kuliko ile background iliyokuepo. Sasa ili tu ili size yani iweze kufit kwenye background iliyokuepo au hii picha nyingine ya, ya nyuma yake, unabonyeza una control t control t baada ya hapo una click, kisha click katikati ya picha utasogeza hadi kwenye kona, utaona kuna eji flani. Sasa kutumia hizi edge unaweza ka ukairesize picha hii hapo yapo, ili usiharibu morphology ya hii picha unabonyeza shift na alt, shift na alt, kisha unaanza kudrag kwa kutumia hizi edge zake hizi, una drag, unaivutia juu drag tena unavutia juu una drag tena unaingiza katikati unavutia juu una drag tena una katikati, una, drag unaipeleka juu una, -drag tena, una, una, -drag, una, juu, una drag tena humu kwenye edge huko mpaka size utakayoona kwamba inafaa kwa inafa. Ko, kama mpaka hapo sasa, unaona, mfano mimi nikiamua niache hapo picha, nitaenda hapa juu kuna tiki hapa, nitaweka tiki kwa hii picha tayari nitakuwa nimeshaiweka kwenye background nyingine. Ah, ukitaka kusave unabonyeza control S, unaingia hapa. Sasa mara ya kwanza tutisave kama PNG lakini hii mara ya pili tutasave kama JPEG ili iweze kuonekana kwenye, kwenye simu au kwenye mafaili mengine. Hapo kuna format mbalimbali, kwao unaweza kaamua unaweka format gani, kwa unaweka JPEG ili iweze ili kila mtu aweze kuiona, naweka jpg. Jina hapa nitaandika Jumanne. Baada ya hapo, tutakuwa ushamaliza koo na save picha koo. Baada ya hapo na save koo, picha yako itakuwa tayari. Nadhani nishaeleweka. Asante sana kwa kuangalia. Asante vile vile kwa kusikiliza.